Tofauti ya profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya anaitazama jambo na kulikolo miaka sabini nyuma, wakati anatafuta memori. Hivi mwaka sitini hivi ilikuwaje jambo hili? hivi mwaka sabini ilikuwaje? Hivi mwaka themanini ilikuwaje? Mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako uenee na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Aidha wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanayotaka, lakini kwangu mimi tabia yangu mi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia, sina tabia ya kukununia wakati moyoni nakuchekea. Furaha yangu utaiona, na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee.